Karibu sasa, tusali sala ya novena ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya kampeni ya kapu la mama 2025, leo ikiwa ni siku ya sita. Tunaongozwa na waamini kutoka Parokia ya Mtakatifu Bernadetha Nzega, Jimbo Kuu Katoliki Tabora. Karibuni. kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Karibuni, tusikilize somo la tafakari. Somo la waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 4 aya 13 hadi ya 15. Maandiko Matakatifu yasema, niliamini ndiyo maana nilinena, nasi pia tukiwa na moyo huo huo huo wa imani, tunaamini na kwa sababu hiyo twanena, tunajua kwamba yule aliyemfufua Bwana bwana Yesu atatufufua sisi pia, pamoja na Yesu na kutuweka mbele yake pamoja nanyi. Yote haya ni kwa faida yenu, hata neema ya Mungu inapowafikia watu wengi zaidi na zaidi, shukrani nazo zinaongezeka zaidi kwa utukufu wa Mungu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Nia za novena ya kumshukuru, kushukuru Kapu la Mama 2025. Kumshukuru Mungu kwa ajili ya majitoleo ya wadau wetu mbalimbali ambao wamejitokeza kushiriki kap... kampeni yetu ya Kapu la Mama kikamilika njia ya 100 200, money box, vibubu, fedha taslimu, benki na bahasha. Kumshukuru Mungu kwa ajili ya wadau wetu ambao wanaendelea kuguswa kushiriki kampeni yetu kwa siku zilizosalia, ikiwa ni pamoja na kushiriki kupitia mitandao yetu ya simu kwa namba ya kampuni 100 200 na kurudisha bahasha ambazo walichukua. Kumshukuru Mungu kwa ajili ya mababa wote wa kiroho ambao daima wamekuwa wakiupokea utume wa Radio Maria majimboni mwao kwa moyo mkunjufu. Kumshukuru Mungu kwa ajili ya viongozi wa marafiki, varantia wote na wahudumu wa Radio Maria Tanzania kwa ushiriki wao kikamilifu katika kampeni hii. Kuwaombea pumziko la amani wadau wote wa Radio Maria waliotangulia mbele ya haki. Raha ya milele uwape, E Bwana, na mwanga wa milele uwaangazie, wapumzike kwa amani Amina. Amina. E Bwana, asante kwa neema na huruma yako tulioionja katika kipindi hiki cha kampeni ya Kapu la Mama. Tunaomba uendelee kubariki nia zetu njema na za jamaa zetu kwa maombezi ya Bikira Maria Mama wa Matumaini, tujaliwe kuimarika katika fadhila za matumaini, ili tuzidi kuona upendo wako na kuwa na hamasa ya kuushirikisha kwa wengine, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike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 Salamu Maria umejaa neema Bwana yunawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kwa kwetu amina. Salamu Maria umejaa neema Bwana yunawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, Utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu amina. Salamu Maria umejaa neema ya Bwana yunawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu amina. Salamu Maria umejaa neema ya Bwana yunawe, Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu. Sasa na saa ya kufa kwetu amina. Salamu Maria umejaa neema Bwana yunawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu. Sasa na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 Sasa na saa ya kufa kwetu amina. Salamu Maria umejaa neema ya Bwana yunawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu. Sasa na saa ya kufa kwetu amina. Salamu Maria umejaa neema ya Bwana yunawe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 tunakusihi ugenini hapa sisi wana wa Eva, tunakulilia tukilalamika na kuhuzunika bondeni huku kwenye machozi haya. Basi mombezi wetu, tuangalie kwa macho yako yenye huruma, na mwisho benju, Yesu wa ugeni huu utuonyeshe Yesu mzao mbarikiwa wa tumbo lako. E mpole, e mwema, e mpendelevu, Bikira Maria. Tuombee mzazi mtakatifu wa Mungu, tujalie ahadi za Kristo. Tuombe. E ee, Mungu makimbilio na nguvu yetu, uangalie kwa wema watu wanaokulilia na kwa maombezi ya Bikira Maria mtukufu asiye na kosa, mzazi wa Mungu, na ya mtakatifu Yosefu mchumba wake, na ya watakatifu Petro na Paulo mitume wako na ya watakatifu wote, usikilize kwa huruma na wema sara tunazokutolea kwa uongofu wa wakosefu na kwa uhuru na utukufu wa kanisa mama mtakatifu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bikira Maria malkia wa ulimwengu, tuombee sisi na ulimwengu mzima. Tunakimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu, usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuokole siku zote kila tuingiako hatarini. Ewe Bikira Ewe, mtukufu na mwenye baraka amina. Bwana awe nani hawe, rooni, na awe rohoni mwako. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. Ni kushukuru Mungu. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, na mshiriki wetu Radio Mbiu, sauti ya Faraja kutoka Kagera. Wewe ulioungana nasi katika kusali novena ya kushukuru kapu la mama 2025. Ikiwa leo ni Jumatano, siku ya sita, tafakari ya neno la Mungu tumeongozwa na Shemasi Aretas Gabriel Marandu pamoja na wanautume wa Fatima na baadhi ya waamini wa parokia ya mtakatifu Bernadetha Nzega jimbo kuu katoliki Tabora. Kutoka hapa Tabora ulikuwa nami frateri Donasian Tobias Kimario nikishirikiana na valantia Anastasia Bernard pamoja na mwakilishi wa Redio Maria Tanzania jimbo kuu katoliki Tabora dada Meri Njuguma. Mpenzi msikilizaji, ni kurudishe studio kusikiliza vipindi vinavyoendelea kwako. Studio kama unanipata, tumsifu Yesu Kristo Milele amina. Ninawapata asante, kutuunganisha na wenzetu hapo Jimbo Kuu Katoliki Tabora kwa ajili ya kusali sala hii ya novena leo ikiwa ni siku ya sita.